Bwana e bwana ebwana e bwana e! Mambo vipi, karibu sana Metro Media TZ, maskani kwetu hapa, kijue ni kwetu na ukiona sura hii hujue, tunakutana hapa, kuna jambo tunataka tulijadili kwa pamoja, tushare mawazo yetu kwa pamoja, usio bwana, jambo ndo linakuwa jambo kwenye wengi akiharibiki kitu e. Wakulu karibuni sana Metro Media TZ ambapo kwa wewe mwanafamilia mpya, enda kwenye aplikesheni yako ya YouTube, searchi pale, andika jina Metro Media TZ, basi utakutana na sisi. Subscribe unakuwa mwanafamilia rasmi kabisa wa Metro Media TZ na sisi hatutokuangusha, tutakuletea kila kilicho kizuri kwa uwezo wetu pale Mungu atapokuwa anatujalia. Mi naitwa dz don David don aka Mr. newspaper bwana, katika pitapita pita kwenye mitandao ya kijamii bwana, nikakutana na zogo makelele, watu wanachanana, watu wanasemana unajua zile. Lakini ishu kubwa inakuja ni nini? Ni biashara. Unafitinisha wenzako, we ujali ngozi, muone sura lake kama samaki tena wasato Mi naomba nizungumzie kitu kimoja, linapokuja swala na biashara, linapokuja swala ya, la riski ya mtu, linapokuja swala ya, la njia ya mtu anayojipatia pesa. Stella imerudi, uh, and White doll imerudi, jamani, karibuni sana, na zote zinakuwa na vikombe vyake kama hivi I see cross hiyo line kwenye hiyo njia bwana, watu waga wanabadilikaga vibaya. Hakuna mtu atakee kubali wewe uwe chanzo na sababu ya kuharibu vyanzo au chanzo chake cha upatikanaji wake wa riziki, hakuna. Imagine umenunua kibambamu chako jamani, alafu unatumia vanilla cashmere by Eos. Jamani, it's very nice, hii watu wanaipenda sana. Yo, ukitaka umwone mtu mbaya, ukitaka umwone mtu katili, ewana, ingia kwenye laini yake ya upatikanaji wake wa riziki zake za kila siku, anakuwa mtu mwingine tofauti. Kwa hiyo tufanye mambo yote, tufanye mambo yote, tuingiane ingiane umumongoni, lakini sio kwenye mipango ya riziki. Nasema hivyo kwa sababu tunaona mambo mengi, tunashuhudia dunia ulimwenguni. Umeona mtu ukimgusa kwenye upande wake wa riski, utasikia mtu kashauka, kakauliwa. E, utasikia mtu msikii tena, ukiuliza bwana, ah, yule bwana ulikuwa na dili alitaka kupiga, kwa bahati mbaya kuna mtu ile dili kaenda kaliharibu, kwa hiyo dili limekufa. Ukitaka ugombane, nikutolee mfano madalali. Madalali, anapopewa mchongo wa kuuza kitu yesi, dalali yes, na sindo, kapewa jukumu la kuhakikisha anapatikana mteja, lile jambo linauzwa. Tutolee mfano gari, dalali kaletewa gari linatakiwa liuzwe, anakushirikisha wewe, mwisho wa siku unazunguka kwa dalali, unaenda unapindua meza kitu kinauzwa juu kwa juu, dalali anatupwa huyo. Unafikiri huyo dalali yakukutana na wewe inakueje? keniu maji inakueje? Sasa mtandaoni bwana, mtandaoni apaishiwi mambo, wapaishiwi vituko, wapaishiwi e, mambo yanakuwaga ni mengi sana. Juzi hapa ona ekaeka ya wafanyabiashara wawili, sisi tunawafahamu kama wafanyabiashara uh, nifa Anko T kimewaka. Unajua ile kimewaka mbaya yani, sidhani kama kimepoa mpaka leo. Kimewaka mbaya, uko Instagram live, achana na mimi, we mchawi. Ndo maana unataka kujua kila kitu changu kinaendaje, kina kinafanyikaje, vitu vimekuaje na nini? Mimi najiheshimu sana jamani, Naheshimu mimi, nikimute mtu mimi na uwezo wa kuingia kwenye akaunti yake kumute, ni tofauti na kublock. Na wewe nitolea ushamba, sina followers wa shamba. Wewe natoka hapa kwenye live yangu kenge moja, eti mbona umemfollow, nimemfollow hapo. Wewe naye sura kafu, watu wanawashana moto. Mtu kutype, anaona anachelewa, anaona bora aingie live, opportunity ipo, seme tu ya moyoni afunguke. Sosi kubwa ni nini? Ni biashara balaa zito. Ni nini? Ni biashara. Sasa mimi sitoingia sana kwa sana kwenye wao sosi zao za biashara, si lakini mimi nataka nizungumze, kwa nini watuletee sisi mitandaoni? wakati wa mambo wanayaanzisha, wakati wa mambo wanakubaliana bwana akemii hajaleta mtandaoni, wakati wanakaa chini, wanasema yo, tufanye biashara. Hatukushirikishwa sisi wana mitandao. Limefumuka la kufumuka huko, mambo yameenda tofauti, tumeletewa wana mahakama, mahakama ya mitandaoni. Unajua kuna watu ni rahisi sana kushirikisha mitandao kuliko hata wazazi wao. Yaani, mitandao imewakaa kwenye moyo kama figo, yaani kiasi cha kwamba ukitoa ukiwatoa kwenye maisha, mitandao umewaua. Kesi ya mana direkta Joani amepita tu hospitali amekuta, ameambiwa, mimi naumwa, amenilipia bili milioni tatu. Sasa ndio mwanamke huyo ndo tunamhitaji kama Joani akae, kama Joani ajifunze kwa kina, Joani ajifunze kwa kina. Baby G, umenelewa wasicho watoto wenzie, alafu ando ajifunze baba, unafungwa mitandao. Imeshikilia ngozi mtu, mpaka akienda chooni anataka kupostia mtandaoni, wakila vyakula vyao hivyo vya nanii huko wapi, su fishifishi sio wapi, wapi. Ekaeka mtandaoni. Mtu akiumwa baada ya amwombe Mungu wake amsaidie, amwondoe na maradhi, amwokoe katika maradhi, anakuja mtandaoni, Tanzania naomba mniombee jamani, jamani, sitaki kwa nini jamani? kwa nini? Eh, nifa Anko T mna heshima kubwa nyinyi, kama mlivyosema ni wafanyabiashara wapambanaji, inabidi muyapeleke mambo yenu kisomi, mtulize ubongo wenu, akili zenu. Muda mwingine msifanye vitu kama mmekunywa viroba, yaani msifanye vitu kama mmekula sungura. Mmekubaliana nyinyi wenyewe hakuna aliyeshikiwa bunduki, hakuna aliyeshikiwa silaha, mlikaa chini. Yo Nifa bwana, I have a product, product yangu hii hapa, naomba unipushi, naomba tufanye biashara, kuna pasenti hii, we unapata hii, minapata hii. Maisha ndo kama hivyo ya kushirikiana, mambo yanaenda. mlikuwa two people hatukuona kwenye mtandao, hatukuona online, hatukuona sehemu yoyote. Two people mambo yameharibika, mambo yamekuwa mabovu. Mmerudi mtandaoni kutuchanganya tu, si walimwengu? Yani kutupagawisha tu yani. Sawa, mbona mitandao hii ina ina njia nyingi za kuitumia? Matumizi ni mengi jamani, mpaka iwekaeka sio hawa watu. Kuna watu maisha yao ni mitandao, ana gari gani, uchafu kama discover, uchafu tu wa mtu anibabaishi. Hakuna matumizi ya maana wanayotumia kwenye mitandao zaidi ya kutupostia vitu vya ovyoovyo tu ovyo, ambavyo vinatamsii na tuposti nakulaugalidaga afu ndio hapo mnapochanganya. Mnajua nyinyi mnaharibu vizazi huku mtaani, huku vinawaangalia kila siku, wanaamini hicho wanachokiona kwenye mtandao ndio maisha yenu halisi, japo sio kweli. na wasanua wanangu wanangu wangeleka wanangu wangieke wanangu wakibeta, ndugu zangu, familia zangu kutoka mikoa mbalimbali Msiamini kupitia watu maarufu mtandaoni, bandugu, ndugu yangu, utapotea, siyo maisha yao hayo eh. Mnataka tuongelee wapi? Tunaongelea mdomo mtolee, mnataka tuongelee wapi eh? Kila siku kinatokea hiki kinatokea hiki. Hebu hutumie mtandao wako, tumia mtandao social networks kwenye njia nzuri, yenye benefit, yenye kukusaidia. Mfano mimi nipo hapa na hutumia mtandao Hukukumbusha wewe bongo zozo za mwamwa, ubongo umejaa maji ya kandolo. Hukukumbusha tu no? Kwamba kaa mbali na watu maarufu mtandaoni, utapotea, utasumbua ndugu zako ewa wakati unatumia nguvu na akili yako na kuiamini akili yako kwamba nani ah, yani nimemwona eh, nimemwona gigi yani gigi anaishi maisha mazuri na, na gigi anawakumbusha kila siku watu wa mtandaoni, sio maisha yayo. Guys stukeni, jamani, wanafamilia tupo hapa A, tunakumbushana sisiyo kosa kukumbushana, sisio kosa jamani. Make sure jambo mtavolianzisha aisa ni mahusiano, mmekaa chini wenyewe, mmetongozana na kupenda na kupenda. Pia kama mliamua kutumia kizungu katika mapenzi yenu, I love you, I love you too, sikuachi, sikuachi na mii pia, mlikuwa upi yameharibika, tunaanza kuona mnaanza kutupostia nyimbo tangu ondokeni nina nene pa mimi wewe wewe wewe. Ah, sitaki. unaanza tena kuja mtandaoni kutafuta huruma ya wanadamu huruma ya wananchi. Amenichiti, amenisaliti, ah, ah, ah, ah, amefanya ah, ah, nini. Sisi vinatuhusu ni? sisi vyani vinatujenga upande gani hapo? Yani wewe unatukumbusha sisi nini kwenye mahusiano yako, kwenye biashara yako unatukumbusha sisi nini? Ugomvi wako wewe sisi unatushirikisha, unatukumbusha nini? Vitu ambavyo mlivianza mkiwa wenyewe chubamiti. Eh, nasema tena na tena na tena, mnapokaa msituharibie vijana wetu huku mtaani wanawaamini mmeitwa vyeo vya jamii, wanawafatilia. Msiishi maisha ya uongo, ambayo yanaenda kuwaaribu watu wa kweli. Hawajui kwamba nyinyi mna fake life, hawajui kwamba hata hayo magari mnayoendesha mna ya kodi, hawajui nyumba mnazoishi sio hizo mnazotuonyesha mtandaoni. Hawajui hizo iPhone 17 ulizoposti sio yako, wewe mwenzangu una kiswaswadu. Hawajui, kwa kuwa tu wamekuona mtandaoni, wanaamini ni kweli, wakati sio kweli. Alafu nyinyi nyinyi mnaoidanganya huku jamii, mnaoitesa jamii huku, mkipatwa na majanga mnarudi kwa jamii. Sasa pale ndo mnakuwa wakweli, mnaitumia mitandao kwenye uhalisia. Ushataitiwa maji ya shingo hamsini mag... mbinguni hamsini duniani. Israeli anacheza raundi hapo, anakuzungukia tu hivi, unaanza kutafuta huruma ya wananchi Nisaidieni jamani, siu niende India, nisaidieni mimi jamani, niende China, nisaidieni wewe wewe wewe, e -e hebu tupumzishe, hebu kwa, tuacheni tupu kwanza, tuna mambo mengi ya kufanya. Halafu mna yani mina... halafu mnakulalafu kauli... mna kauli baya nimekutuma, eh unifuatilie, eh, eh, eh, usinifollow Pendwa, unapendwa, unaeta kejeli, unajua kabisa unaishi kwa nguvu za mashabiki, za unatuletea kauli za za dharau za, kwa mfano wateja wangu mnaonunua madema, stretch mark hii lotion inaweza ikakufaa vizuri kabisa karibuni sana vipenzi na wapenda na tayari tuko waziwee, eh? Wewe nani Amora? Wewe nani nani? Gigi, huh? Niffer Anko T, mambo yenu, mahakama ya Instagram hawawezi kuyaamua. mambo yenu, vichambo vyenu, mahakama ya Instagram hakuna hukumu. Rudini mlipoanzia, rudini palepale mlipokubaliana, mkae chini, mzungumze, muyamalize. Vichwa vina mambo mengi, vichwa vinawaka moto, me, vina moto kusu, eh? Vichwa vinawaka moto, tuanze kujadili kuhusu eh, lipstick. Lipstick zangu hazitoki, lipstick zangu si viwango, si nini nini, jamani, nini jamani, jama, natuchosha jamani, ah, hii mitandao sasa hivi imeingiliwa hivi utamkuta mtoto wa mwaka mmoja na nusu mwaka tu anajua kufungua password, anajua kuingia YouTube, anajua kuingia Instagram, anakutana na vimbwanga na hekaeka zenu hizi. Jamani, nawajenga vipi? Sisi wa tamaduni zetu za Kiafrika, tunalelewa kwenye misingi bora ya kidini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 mafuta yake yale kuenea. Baada hapo hapo unafunga.